Beka ameniuliza kwenye video, nilikuwa naelezea kwamba kama uko kwenye mahusiano na mwanamke alafu, anakataa kutembea na wewe, anakataa kukupa mzigo. Unafanyaje? Sasa Beka akaniuliza, vipi kama mwanamke anasema kwamba yeye ni hajawahi, laba ni bikra, inakuwaje na anakataa kushiriki na wewe? Sasa hapo kuna, kuna sababu nyingine, inawezekana akawa amesema hivyo, anakujaribu. Unajua mwanamke ambaye ha, ni bikira uwaga hapendi, yani mwili wake hapendi ku, ni mtu ambaye amejitunza, kwa hiyo hapendi kujiachiachia tu ovyo kwa kila mtu. Kwa mfano kama sitakupa, utakaa na mimi huko na mimi kwa ajili ya hicho kitu tu au vipi? Namba mbili, option inawezekana ikawa hakupendi, wala sio bikira, hakupendi tu, na zile sababu nyingine nilizoelezea kwenye zile video inawezekana zikawa zinamuhusu kwamba hayuko yuko na yeye anakutumia tu, hana mpango naye. Namba tatu inawezekana kabisa kwamba anakupenda ila amejiwekea nadhiri. Maana kuna watu wengine, kuna ni, ni Mwislamu au ni Mkristo, kulingana na maadili ya dini tunavyofundishwa, utakiwi kufanya hiko kitendo kabla haujaingia kwenye ndoa, umeelewa? Kwa hiyo inawezekana kwa ni binti ambaye ana maadili yake, amejitunza kwa ajili ya ndoa hiyo engo ya kwamba yeye labda ni, ni mchamungu ni mchamungu, na ameamua kujizuia kwamba bwana, mimi sitafanya hiki kitu mpaka niingie kwenye ndoa. Okay, hilo ni jambo zuri kwangu, mimi ni jambo zuri ukiona. Jamii yoyote ambayo mwanamke anakosa maadili anakosa maadili, labda anafanya umalaya nini, ndio chanzo cha hiyo jamii kuanza kuharibika. Mambo mengi yanaharibika kwa sababu mwanamke ndio kama nguzo kwenye nyumba mwanamke akiwa na mwanamke asipokuwa mwaminifu akiwa akiwa labda anaishi maisha fulani ya, ya ovyo ovyo, mbona ambayo haieleweki, anaharibu sehemu kubwa sana kwenye jamii kama ujue, kwa sababu unajua kwa ajili gani wanaume wa siku hizi tumekuwa, wanaume wengi wamekuwa kwamba hawajali, yani wanaishi kama maisha wanakufa kesho. Mbona hata mtu anapopewa nafasi za uongozi parula mali umeona, wizi na vitu kama hivyo. Familia zikiwa imara, yani familia zikiwa zimesimama, tuchukulie kwa mfano kama jamii yetu ya Kitanzania, yani kukaa kuna maadili ya hali ya juu kwamba mwanamke labda anasubiri mpaka aolewe ndio anaanza, yani kila mtu anamkuta mwanamke wake, anajua kabisa mwanamke wangu ni wa kwangu peke yangu, ni mwaminifu, anajenga naye familia, hakuna umalaya kabisa. Hivyo utaona mabadiliko makubwa sana, kwa sababu inamaanisha wanaume wengi watajisikia responsible. Mtu anakuwa na mke wake, ana watoto, anajisikia kwamba mmm, ngoja nijenge society, ngoja nijenge jamii yangu vizuri kwa ajili ya hawa watoto. Baadaye itakuaje? Wataishi wataishi maisha gani? Hatuna ile uchungu wa society, hatuna ile uchungu wa jamii unavyoona wa kwamba tufanye vitu ambavyo vitakuwa endelevu. kwa sababu gani? msingi wa familia umeharibika. Mwanaume pale anahisi kwamba mmm, hawa watoto wenyewe sijui hata kama ni wa kwangu. Umeona kama hivyo kwamba kuna, sasa hivi, kuna mambo ya ufeminin wanawake nasema naenyewe tena sisi mwanaume yuko chini yetu yani, mvurugiko, vitu, na, msafi, na, ni mvurugiko huo unaharibu jamii. Ukiona mwanamke anajitunza kijana, lakini mimi nimekupa mtazamo wangu kwamba ni jambo zuri na jambo, naweza tu ukasubiri ikawa la faida. Hasa madam kama mwanamke anakuonyesha anakupenda, anakuonyesha anakupenda, dalili zote, anapenda kukaa na wewe, anakupa mda, anafurahia uwepo wako umona, anakupa vitu, anakunulia zawadi, anakutia moyo, anakufariji nini, ina maana huyo anakupenda. Sasa kama amekwambia usubiri mpaka uone, ni jambo jema. Lakini sasa nataka nirudi kwako wewe. Je, wewe katika maisha yako ulikuwa na mpango kama huo? Ulikuwa na mpango wa kumpata mtu ambaye atakuwa ameji ame, <coughs> amejizuia umeona ambaye hatakuwa tayari kushiriki na wewe mpaka mtakapoingia naye kwenye ndoa. Je, wewe kibinafsi yako ulikuwa umejiandaa na mpango kama huo? Kwa sababu wewe mwanaume ndio kiongozi, wewe ndo una ramani na unatakiwa uwe ni mbeba maono, unatakiwa uwe ndo kiongozi, unatakiwa una ramani yako, unajua kabisa mimi maisha yangu nataka yaende hivi na hivi na hivi na hivi, kwa yule mwanamke anavyokuja anakuja kusapoti maono yako. Kwa hiyo katika maono yako je, ulikuwa na huo mpango? Kwa mkweli kwa nafsi yako, usije ukabadilisha, usije ukajaribu kujigeuza wewe kama wewe; ufuate direction ya ya mwanamke anavyotaka aende. Yaani hiyo direction ni mbaya kwa sababu kwanza, itakuja itakukosti; kama mtakuja mtakosana huko mbele. Mkija kukosana huko mbele, yale mahusiano yakivunjika, unajikuta na wewe mwenyewe maisha yako yanavurudika nyanga nyanga. Jiulize, katika plani zako za maisha ulikuwa na mtazamo kama huo? Basi jambo jema. Jambo jema, endelea naye, madam anakuonyesha ishara nyingine zote za kukupenda na kupa muda wake. Umeona anapenda kuonana na wewe katika mahusiano kama hayo. Unachotaka kukwambia tu, vijana wengi tunaboronga hapa, ukisikia mwanamke ana labda yuko katika hiyo yu hali, na wewe unaanza ku, ku kumtriti tofauti, kumfanya kwamba yani ni special sana, mpaka unaanza kubadili mwenendo wako tabia zako wewe. Unatakiwa tu ubaki kwenye ramani yako, ishinaye kama kawaida, wala kama hayuko na hiyo hali, yani kawaida tu, ila tu mjue kwamba makubaliano yetu ni paka hivi naye kama kawaida. Pili, usimpe vitu ambavyo unajua kabisa kwamba uhusiano ukija kuvunjika utajutia. Usimpetoa vile vitu ambavyo unajua kabisa kwamba hivi nampa kwa moyo wangu wote, na hata kama lolote likitokea, sawa, sitajutia hivyo. ili ndio mtazamo wangu kwenye upande huo wa kwanza. Upande wa pili, kwamba huyu mtu hakupendi unatamani labda mtu wako mpaka muone kama ni bikira, mpaka muone ndo mfanye. Kama kwenye plani zako ilikuwa haipo hivi, kuwa mwazi na mkweli kabla mahusiano hayajafika mbali, wala usitaki kubadilika ufate direction yake. We kana mwite, kanae chini, mwambie bwana, mimi kwa mtazamo wangu nimekuwa nimejipanga, nilikuwa iko kitu sijajiandaa kama hivyo. Kwa hiyo mi naona tu basi ni kuache, usitaki kumharibu. Usitaki kumharibu binti wa watu, umeona afuate unavyotaka wewe, wakati yeye mwenyewe haamini kwenye hicho kitu. Kwa hiyo elezea tu msimamo wako kwamba bwana mimi kwenye vision yangu au ndoto zangu sikudhania vitu kama hivyo, ikudhaniatu sidhani kama tunaweza tukaenda sawa sawa, kwa sababu tayari tulishapishana. Mimi naomba ni nitembee niangalie fursa a sehemu nyingine na angalie maisha mengine, asubiri mtu mwingine. Sehemu ya tatu, huyu mtu anakuwa anataka kujaribu kwamba ajue inawezekana kweli nikawa ni akawa ni bikira, lakini ana, yeye, hana imani kwamba labda mpaka uleo ndo afanye amna Mbaka, mi, yuko tayari kufanya muda wote zuko, ha, hayuko tayari kufanya na wewe kwa sababu anahisi upo naye tu kwa sababu, anaisi, we, nai, sababu ya hiyo tu ila anakupenda hiyo ndo option ya tatu. Sasa utajuaje huyu mtu yuko hivyo? Kwanza unatakiwa uangalie ana umri gani? <laughs> wakati anakwambia ayo mama kama na, kwenye yuko chini ya ishirini au ishiri na mbili au ishiri na tatu chini hiyo. Ni kawaida, hiyo ni kawaida, inamaanisha hana experience. Lakini kama ni ana age kubwa, kwa mfano kama ishirini na nane ishirini na tisa thelathini inamaanisha huyo mtu amekataa wanaume wengi waliotaka kumshawishi kufanya hiko kitu. Lakini kama ni, ni, ni bado ni mdogo, bado uko kwenye ishirini ishirini au pungufu ya ishirini kumi na tisa kumi na nane udai kukwambia kwamba bwana amekataa hiko kitu, usimwonyeshe kama umemaindi hii ndo njia rahisi. Yani, baada ya kuambia kwamba bwana, mi siko tayari kufanya hiko kitu, mwambie, usionyeshe kama umemaindi. Onyesha tu maisha yako yanaendelea kama kawaida, endelea na mambo yako mengine, kuwa na furaha. Umeona, piga nae stori nyingine za kawaida, muendelee na mambo mengine. Sema sasa, fanya, fanya juu chini. Baada ya yeye kurelax na huyu kupotezea ilo jambo, fanya juu chini muonane yani mwonane sehemu ambayo mtakuwa wawili tu, kama itakuwa ni geto lako, siku fulani akija, sawa. Baada ya hayo mambo kupita, yani kuonyesha kwamba ujajali wala nini, mkaribishe siku. Akija hiyo eneo, onyesha kwamba unataka iko kitu kwa vitendo usionyeshe kwa, usiseme kwa maneno tu, kwa sababu ka ukijua mwanamke yote ambaye hajawahi kushiriki hawezi kukwambia bwana, leo ndo tufanye, niko tayari, au njoo aanze kusaula yeye mwenyewe, haiwezekani. <laughs> Hata awe anakupenda vipi, atakuwa anataka wewe ndo uanzishe. Kwa hio ukifika, mwite eneo ambalo litakuwa ni eneo husika, ambao unafika naye, kama ni chobingo ndani, anzisha, anza kumgusa kuja labda ni geto lako au nyumbani kwako, simu ambapo mpo wawili tu, hamna mtu mwingine mwana amekubali kuja, ujue huyu mwanamke yuko tayari. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ukishamuita eneo kama hilo, aanza ku anzisha movement, kama utambusu, utamkumbatia, utafanya nini, aanzishi, hatimaye atakupa.